Imegusiwa swala hapa uh, na bima ya afya kwa wote. Hili ni swala ambalo serikali imeshaazimia kuhakikisha kwamba bima ya afya kwa wote na wananchi, kwa kuanza na makundi mbalimbali, lakini kwa muktadha wa mdao ni kwamba swala la tiba ya meno na kinywa itakuwa ni miongoni mwa huduma ambazo zitatolewa katika bima uh, ile ya afya wote itakapoanza utekelezaji wake. Kwa hiyo kikubwa hapa ni kwamba ni kutoa wito kwa jamii kwamba swala lazima la afya ya kinywa na meno sio swala la kuuza sababu so, um, meno ni kiungo ambacho ni muhimu sana, ambacho kinatusaidia kujenga afya zetu, tunatafuna chakula, tunakunywa, tunafanya kila kitu. Chakula kile kinachotafunwa na meno ndio ambacho kitakaposabwa tumboni, ndio kinatusababisha tuwe na afya zetu, tuweze kutembea kwa hiyo ni vyema sana kuzingatia ule ushauri unaotolewa na wataalamu katika kulinda afya zetu za kinywa pamoja na meno. Lakini elimu hii inaanza majumbani, inakwenda mashuleni, lakini pia katika jamii zote. Kwa naiasa jamii, wataalamu wanapotoa ushauri, ni kuweza kuzingatia ili kwa pamoja kuweza kuhakikisha kwamba wanalinda afya zao za kinywa pamoja na meno ya kwamba kwamba uwekezaji katika sekta ya afya ni kubwa, na Mheshimiwa Rais hajawekeza tu katika eneo moja, amegusa kila eneo. Amegusa eneo la kinywa na meno, kwa maana ya kwamba kwa kununua mashine, lakini pia vifaa mbalimbali, lakini na wataalam, lakini na maeneo mengine ambayo sitaweza kuyataja yote. Lakini nataka pia ujumbe ufike kwa, kwa jamii na wananchi kufahamu kwamba uwekezaji katika sekta yake ni mkubwa sana, na katika nchi yetu ni mfano Afrika na ndio maana hata rais amekuwa tuzo nyingi sana kwa kazi kubwa sana ambayo ifanya katika hilo. Lakini nikirudi katika swali lako unaloniuliza kwamba labda imewekeza kiasi gani katika hilo um, takwimu kamili utazipata kwa wataalam, lakini nataka nikueleze tu ni kwamba uh, tumeshasogea sehemu kubwa sana kwa sababu kama hapo umeona leo tumekuja kwa MUHAS wameanzisha, umeona hizi um, wanatoa uh, uh, degree za kwanza wanatoa mpaka masters wanatoa mpaka super speciality katika hii area ya kinywa pamoja na meno. Kwa hiyo wataalamu wameweza kuongezeka, na mfano mzuri kabisa ambalo kama nchi tunajisikia kupitia wizara ya afya ni kwamba hata yale matatizo ambayo watu walikuwa wanapelekwa nje kuweza kufanyiwa, wataalamu wetu ndani ya nchi wanaweza kufanya.